Tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na kati kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili na kwenye kurasa zetu za Facebook pamoja na YouTube. Na, sasa tuelekee huko nchini Tanzania ambako hali imeanza kurejea kawaida huku huduma zilizosimama kwa karibu juma nzima zikianza kupatikana ingawa baadhi e, ya maeneo inaarifiwa kuwa hali bado ni ya kusuasua. Wakati huo huo, rais Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wake wa kwanza tangu aapishwe akimteua Hamza Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali na ataapishwa kesho Jumatano. George Njogopa na taarifa zaidi. Wananchi wameanza kuonekana wakitembea mitaani ikiwa siku moja tu baada ya rais Samia Suluhu Hassan kuapishwa kwa muhula wake wa pili na kuamuru raia wa warejea katika maisha yao ya kawaida. Huduma kama internet, usafiri binafsi na ule wa umma, biashara ndogo ndogo zinarejea taratibu katika maeneo mengi ya nchi hasa yale yaliyoshuhudia vurugu na maandamano wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 na kisha kufuatiwa na hali ya sintofahamu. Lakini hata hivyo, upatikanaji baadhi ya huduma hizo bado si wa kuridhisha, ikiwemo internet iliurejeshwa jana jioni, lakini kuanzia leo asubuhi mitandao mingi iko katika kiwango cha chini. Utumaji na upakuaji video pamoja na picha mnato uko katika kasi ya chini, huku baadhi ya watumaji wake wakikata tamaa kutokana na kushindwa kufanya biashara zao zinazotegemea mtandao ambao ulikatwa tangu Jumatano mchana. Mkazi huu ni miongoni mwa wengi walionyesha furaha kubwa baada ya huduma ya internet kuanza kurejeshwa jana jioni, lakini wakati huu anaonyesha masikitiko yake kutokana na huduma hiyo kuzorota tena. Hata wenyewe ukienda sokoni wamefungua wawili watatu, sio wote waliofungua, bado watu wana ile na hofu bado imejaa kwenye mioyo yao, hofu na vilevile, swala lingine, kuna watu wanasema vitu vimefunguliwa, kwa mfano intaneti. Intaneti inakuja na kuondoka, inakuja na kuondoka. Watu wengi wanataraji kwamba labda walifungua jana, ingetulia moja kwa moja, lakini intaneti, in short, haijatulia inakaa, baada ya muda inakata, inakaa, baada ya muda inakata. Kwa hiyo yani, kwa ufupi, mambo bado hayajakuwa yako shwari ingawa mamlaka zimefungua milango kwa kuruhusu shughuli zote kurejea katika hali ya kawaida. Hata hivyo, huko mitaani bado kuna shuhudi hali ya wasiwasi, na maduka mengi ikiwemo yale yanauza chakula yakiendelea kufungwa. Shughuli zangu mimi ni kinyozi saruni, maana sisi walalahoi ni ambao niamka, ule ukiamka na unapata kidogo riziki. Sasa tumeshinda ndani wiki nzima, tulichokipitia tumekiona hizi siku za nyuma, hizi siku ngapi zilikuwa mbaya sana maana ulikuwa ukikatiza unaweza kukara risasi. Sisi ambao tunatembea na vyombo vya pikipiki piki, ndo kidogo ndo walikuwa wanaona kama pikipiki piki, zinaweza labda zikawa ndo shida lakini ah. Tatizo la ukosefu wa mafuta lililokuwa likijitokeza katika vituo vingi sasa linaarifiwa kwanza kuanza kupungua. Kumekuwa na ripoti juu ya vifo vingi na kwamba hadi wakati huu mamlaka ijataja idadi jumla, lakini mashirika kiraia pamoja na wachunguzi wa mambo wanasema idadi ya watu waliopoteza maisha imepindukia ile iliripotiwa katika vurumai za wakati wa uchaguzi tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi nchini Tanzania mnamo mwaka 1992. Wiki iliyopita chama cha upinzani Chadema kilisema watu wasiopungua mia saba waliouwa katika siku tatu za baada ya uchaguzi, taarifa ambazo zilikanushwa vikali na serikali ya Tanzania. Ama Rais Samia kesho Jumatano anatarajia kumwapisha mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Juart aliyemteua kuendelea na nafasi yake. Taarifa Ikulu imesema mtendaji huyo ataapishwa kesho huko Chamwino, Dodoma. Kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa wa DW.